Nam, ni episodi sasa ya nne, tunazidi kusonga mbele zaidi katika simulizi yetu nzuri sana inayoitwa Uchawi wa Babu, na hii leo tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia. Mtazamaji, hakikisha unatuandikia komenti hapo chini na pia like video hii na pia share kwa marafiki zako, pia na wao waweze kuenjoy katika simulizi hizi. E bana, tunakumbuka pale tulipokuwa tumeishia ni kwamba Ramadhani alikuwa amedhimia Eh, amezimia chini na babu amefika naye, akataka kujichanganya pale. Je, nini ambacho kinataka kiweze kujulikana pale? Mama yake Ramadhani atajua mzee Juma amejichanganya, akaanza kuzungumza, wametaka ku. Basi tunaendelea tulipokuwa tumeishia. Babu alisema mjukuu wangu utaamka. Aliongea kwa kigumizi ambacho kilikuwa cha kizee, kigumizi cha kizee kama unavyofahamu. Basi hivyo basi, ramadhani aliendelea kupepewa na wali majirani baadhi waliokuwa pale wakitoa huduma ya kwanza. Mama yake Ramadhani alibaki kumwangalia baba yake ambaye yeye alikuwa ni mzee Juma. Alimuuliza, baba, unafahamu nini kuhusu mtoto wangu? Kwa nini umesema wametaka? ni akina nani hao? Babu alisema hapana, Nimeona watu mmejaa hapa, nikauliza, mnataka muweze kuniulia kijana wangu, mtoke kwenye mwache hewa. Akaanza kusukuma watu na kuwatoa katika lile eneo alokuwa amelala mjukuu wake Ramadhani ambaye amezimia. Basi mzee huyo aliweza kuficha hilo jambo hivyo na hivyo aliwambia wamwache, naye aliwambia wote watoke. Wale majirani walikuja, aliwambia waondoke. Yeye ni mzee ambaye anajua matibabu na atamsaidia mjukuu wake. Mzee Juma alimbeba mjukuu wake Ramadhani na kwenda kumlaza chini ya mchi, mchi, mti, chini ya mti wa mrimao ambao mti huo ulikuwa huko pembeni pembeni ya mji karibu na nyumba ya Ramadhani aliokuwa akienda kulala. Alimlaza pale na pia alianza kumpepea pepea, na hivyo kusababisha Ramadhani akakaa kwa muda mchache, na hivyo alizinduka. Alimkuta babu yake, babu Ramadhani aliita kwa nguvu, lakini alishtuka na alitaka kukimbia. Baba alimwambia nini, kwa nini unakimbia? Mama atatuona. Wakati akizungumza hivyo, tena mama yake alikuwa kumbe ameshasikia mtoto wake akainuka, na alikuwa kisuga katika eneo lile, akamuuliza Ramadhani, mama atasikia nini? Mama atajua nini? Babu alidakia na kujibu hapana, wewe, nimekuambia nenda ndani, hebu kalete maji ya baridi anywe kwanza. Wakati hayo yakiendelea Ramadhani aliweza kutoka na kwenda kumwambia babu yake tunahitaji tuweze kuwa makini sana. Babu yake alimwambia ndio, mjukuu wangu, hiyo ndio akili unayotakiwa kuitumia, kwa maana nimeshaanza kuhisi wameanza kutuelewa. Babu alitoka na kuingia naye ndani na, na kumwambia mjukuu wangu, nilivyokuta umeanguka niliogopa sana, nilijua tayari mashambulizi yameanza na wameanza na wewe, kwani shida ilitokea wapi? Ramadhani alianza kumweleza babu yake kwamba, babu mama ameniita na akaniambia, nimwambie huwa anafanya nini usiku, silali. Maana amepewa taarifa kwamba shuleni mimi huwa nasinzia, siwezi kulala. Babu yake alimuuliza swali moja, unataka shule au hutaki? Je, hii kazi inayotaka kukupa na shule ni hipi ya muhimu? alimpa mtihani mtoto mdogo sana wa umri miaka 13, kwa kupima uwezo wake. Kijana huyo Ramadhani aliweza kujibu swali hilo vyema sana na vizuri, ambapo kiasi hicho babu yake hakuweza kumwamini, na hivyo aliona kwamba kijana huyo ana uwezo mkubwa sana. Ramadhani alimwambia babu, kabla ya kunipa majukumu yako haya ambayo tunayafanya kwa sasa, mimi shuleni nilikuwa vizuri, nilikuwa nikifanya mitihani yangu vizuri sana lakini sasa hivi babu, nimeanza kufeli. Babu yake alisikitika, lakini alimwambia mjukuu wangu, tunachokifanya ni kwa ajili ya kijiji. Nakumbuka huna maisha marefu, unahitajika uweze kufa haraka sana, na hivyo unahitajika uweze kupata mwanamke ili uweze kuoa aweze kuendeleza kizazi chako, kwa wewe nadhani maisha yako yatakuwa ni mafupi sana, na hivyo unahitajika, masuala ya shule kupoteza muda wako shuleni, unabidi uwache. Ramadhani anasema kwamba alipewa maneno hayo kichwani, na alianza kupata hofu ya maisha baada ya kujua kwamba ana muda mchache wa kuweza kuishi na anaweza akafariki wakati wowote wa hivyo, Ramadhani aliamua kuenda kunyamaza na aliingia chumbani kwake, alitulia tuli na akiwa amejilaza. Mama yake baada ya kutengeneza maji alimpelekea katika chumba chake na hivyo Ramadhani alianza kuyatumia ile maji barabara vile ilivyopaswa, kwa, kwa kunawa na mengine kuweza kuyanywa. Baada ya muda mchache kutoka hapo, babu yake alimuita Ramadhani nje na kumwambia njoo mjukuu wangu, sasa ni muda wa kukaa nje huko, ujua nalazama. Lakini mama alipata mashaka, kwa nini baba Juma anapenda kumuita Ramadhani? Alianza kujiuliza maswali yake mwenyewe. Kama unafahamu wazazi wa kike, basi mnatakiwa mwe makini sana na watoto wenu, na hivyo mweze kufahamu kile ambacho watoto wenu wanapitia. Lazima uwe mzazi wa kuweza kufuatilia zaidi, au kuchunguza zaidi, uweze kufahamu. Ramadhani mama yake alianza kufuatilia mienendo yake sasa, zaidi aliongeza juhudi zaidi, kuweza kutaka kufahamu nini, kipi ambacho mtoto wake anakipitia, changamoto gani ambayo anayo, ambayo anaipitia katika maisha yake pasipokufahamu kwamba babu ndio alikuwa chanzo au sababu ya yeye Ramadhani kuweza kupata matatizo mengi, hivyo alitaka aweze kuishia hapo. Baada ya kumshirikisha babu na kumwambia, nahitaji uweze kumwangalia mjukuu wangu usiku, uwe unaamka na kwenda kumwangalia unapokuwa amelala. Oho, mama aliamua kumpa babu nafasi nyingine tena. Babu alikubali haraka haraka, sawa mimi nitakuwa na nafasi hiyo kumwangalia mjukuu wangu. Nimekuwa siku hizi nikilala ndani usiku sana, nimeshindwa kuamka sasa ntaanza kufanya dori yangu kama nilivyokuwa kijana, alimjibu binti yake hivyo. Na hivyo mama yake Ramadhani aliondoka na kufanya shughuli zingine zinazohusiana na masuala ya kula na vitu vingine. Alimwacha Ramadhani na babu yake wamekaa hapo nje. Babu yake alimwambia Ramadhani, sasa ni wakati wetu wa kuweza kuendeleza mambo yetu vizuri, hata tukikutwa tuna nafasi ya kujitetea kwa sababu mama yako ameshaniambia ni kuangalia usiku kwao, tutakuwa tunatoka usiku. Pas, sasa hivi punguza wasiwasi na utapata muda wa kulala tu. Na hivyo nimekuambia unahitajika uweze kuacha shule ili uweze kushika mikoba hii, usaidie wana kijiji, na wewe ukizingatia una maisha marefu ili uweze kusaidia watu kabla hujafa. Ramadhani alimuuliza babu yake swali: babu, kwamba mimi nitakufa lini? Nitafariki lini? Lini ni muda wangu, au kipindi ambacho mimi nitaweza kufariki? Babu yake alimwambia mjukuu wangu, kifo huo hakina tabiri kifo ni cha siri kwa maana hakuna anayeijua kesho. Katika mazungumzo hayo waliweza kunyamaza, na hivyo walihitajika waende ndani. Ilikuwa ni majira ya jioni jioni. Babu alimwambia Ramadhani, ingia ndani kwangu. Ramadhani aliingia katika chumba cha yule mzee, nyumba yake ile ya msonge wa nyasi. Alipoingia ndani, babu yake alimwambia, wale nyoka sasa tayari wameshakuwa, unachotakiwa ufanye wamekuchagua wewe uweze kuwalisha maziwa kila siku. Hakikisha unapata maziwa na kuwaletea hawa na kuwaekea huko ndani, ili waweze kunywa. Ramadhani ni sababu, nitawezaje hivi na maziwa nitayapata wapi? Alimwambia, utenda kwa jirani kununua, nitakupa pesa, lakini ukija waekee hawa, weka uvunguni basi wa kitanda, na wao watakunywa. Ramadhani ni sababu, mimi hiyo kazi sitaweza, anza kubisha kwa sababu mimi naogopa nyoka. Babu alimwambia, hapana Ramadhani, hawa nyoka wanakufahamu vizuri sana, na wanyoka ni ni wa kwako, ila mmoja ulikosea masharti na ndiye atakayekudhuru kudhuru. Ndio mara nakwambia fanya vitu vyako mapema, hatuwezi kujua siku wala saa utakayoweza ku... utakayoweza kupewa adhabu na nyoka huyo. Ramadhani alitoka kwa wakati huo akiwa anatetemeka, akiwa na mawazo zidi kuongezewa majukumu na tayari ameshaambiwa katafute maziwa ambayo ataweza kuwapa wale nyoka waendelee kukua kama chakula. Walipotoka nje, babu ya Ramadhani alienda chumbani kwake. Alifikiria sana atapata wapi maziwa, lakini kwa bahati nzuri, babu yake alifanya mpango huo mapema sana na maziwa yaliletwa jioni hiyo. Baada ya kufikishwa, Ramadhani aliambiwa, nilitia maziwa haya katika nyumba yangu naweza kunywa mimi. Babu alizungumza hivyo tu kupoteza lengo, watu wasijue nini ambacho kinaendelea. Lakini maziwa hayo yaliingizwa katika nyumba ya babu, na babu tayari walishakuisha kuwatengia walinyuka waweze kunywa. Zilipita masaa machache tu baada ya walinyuka kuwekewa, lakini walishindwa kunywa. Ramadhani alitoka na kumwacha babu yake kule ndani, kwa sababu alikuwa na wasiwasi na mambo hayo, yalikuwa hajawahi kuyafanya. Hivyo Ramadhani alikuwa hawezi kuelewa ni kipi afanye, ni kipi asifanye. Baada ya muda mfupi babu yake alimwita tena kwa mara nyingine ramadhani ramadhani alienda akikimbia na babu wakati huo alifika alimkuta babu yake akiwa tayari yeye amekaa kitandani ameshika wali nyoka wawili wa kijani mkono wa kulia na mkono wa kushoto na hivyo alimwambia ramadhani nitahitaji uweze kuwashika hawa kila siku na pia huyu mmoja tutambadilisha atakuwa ni fimbo ambayo utakotembelea kila wakati utakapokuwa utatembea na fimbo hii na huyu mwingine yeye tutambadilisha atakuwa ni mlinzi wako. Popote utapokuwa umepata shida, nitakufundisha jinsi ya kumwita na akakufikia. Mtazamaji, je, itakuwaje baada ya Ramadhani kuanza kuambiwa apewe nyoka washike mkononi na aweze kuwafundisha au kumzoea, ambao huyo nyoka tayari umekwisha kugawanyishwa wa kijani mmoja, atakuwa ni fimbo na mwingine yeye atakuwa ni mlinzi wa kumlinda Ramadhani. Je, kipi kitaendelea hapo mbele? Usikose katika episodi ya tano katika simulizi yetu nzuri sana nzuri ya kuvutia na ya kusisimua inayoitwa Uchawi wa Babu ya kijana Ramadhani mdogo mwenye umri wa miaka 13, lakini anaanza kupewa vitu ambavyo vinaweza kumwathiri. Mtazamaji wangu, mambo haya yanafanyika katika jamii, hivyo simulizi kama hizi ni za kutufundisha, kutuburudisha na pia kuweza kutufurahisha zaidi. Hakikisha Jamii Plus ni sehemu sahihi ya kwako wewe kuweza kuenjoy na kupata furaha yako ambayo itakufanya uweze kuwa na muda mzuri wa kuweza kuenjoy. Hakikisha ume subscribe na kujiunga pamoja na sisi, bonyeza alama kengele ile, ili tukiweka video ya mwendelezo uweze kupata taarifa. Pia hakikisha una share na kutuandikia comment ni kipi ambacho umekipenda katika simulizi hii, na kutakia wakati mwema, ni mimi wako mtayarishaji. Naomba tuonane tena baadaye.